Hifadhi ya kijamii ya wanyamapori ya Sera eneo la Sereolipi eh, sero eh, Samburu Mashariki, imewataka wanachama wake kutolegeza kamba katika kuhifadhi mazingira na kuwalinda wanyamapori. Wakazi wameraiwa kuzidisha juhudi ili kuimarisha utalii katika eneo hilo. Bonifasi Barasa anaarifu zaidi kutoka kaunti ya Samburu. Ni wanachama wa hifadhi ya kijamii ya wanyamapori ya Sera na uhifadhi wa mazingira wamekongamana kwa pamoja katika shule ya msingi ya Sereolipi, Samburu Mashariki, kwenye mkutano wa kuwashirikisha wanachama kutia saini mkataba wa makubaliano baina yao na mwekezaji anayelenga kuwekeza kwenye hifadhi hiyo kwa kujenga mikahawa miwili ya kifahari. Agreement yetu na hiyo investor ambayo tulitembesa wakiwa kwa sonu kumi ya Sereolipi na kueleza hawa na kusomea kinagaobwaga kwa lugha ya Kisamburu na Kiswahili kwa wale wanaelewa, na kwa wale ambao wanaweza kusoma wameweza kujisomea. Sisi pamoja na community leo tumekutana baada ya kufanya uhamasisho ya hiyo lease agreement, kwa wiki mzima. Leo tumekutana pamoja tena kupitisha kwamba hiyo lease agreement tumepitisha isainiwe na ndio wa wale wahisani waweze kuendelea kufanya kazi ama kufanya biashara katika ardhi yetu. Wanachama hao wanapokongamana kwa pamoja, ili kutia saini mkataba huo wa makubaliano, wamekaribisha hatua hiyo kama itakayobuni nafasi za ajira kwa wenyeji, sawa na kubuni soko kwa bidhaa zao mbalimbali, ikiwemo shanga. Sisi kama members wa Sera Conservancy tunashukuru kwa sababu Unifesta tutakuwa na market pale, kama kinamama wa shanga kama hawa tunachona shanga pale tunauzia wale investors wetu pia kujulisha pia hata wale investors wanakuja wengine wageni tunawafunza vile ya kuchona shanga shanga. Mradi nikuja kwetu hapa community ya Sereolipi eh, kwa manufaa ya watoto wetu vijana eh, na pia kazi itatokea hapo, hata wanafunzi pia watasoma. Vijana wengi wako town, wamemaliza shule pia, wengine bado wako kumalizia, so hii mradi yenye imekuja itatusaidia sisi sana kutoka kwa hii town na kupata pahali ya kujisaidia kama kijana. Hata hivyo, wanapomkaribisha mwekezaji huyo, wameungama kamwe hawatalegeza kamba ya kuendeleza uhifadhi wa mazingira na kuwalinda wanyamapori. Hata oh, a wakikuja hatuwezi wacha ile kazi yetu ya kuhifadhi mazingira pamoja na wanyama, tutaendelea naye kazi na pia wakati hiyo ndo komunity watakuwa na, na nguvu ya kuweza kuchunga hiyo wanyama na pia ardhi yao. Lazima tuangalie na njia mzuri wanyama wetu wengine ambayo wako ndani ya hiyo area lazima tuangalie vizuri, kwa sababu ndio watatuletea watalii. Hiyo ndio kitu tunaitwa Uh, wanachama hao wanapotia saini mkataba wa kumwezesha mwekezaji huyo kuwekeza kwenye hifadhi hiyo, wamewataka baadhi ya wanachama wanaoibua pingamizi na mwekezaji huyo kufutilia mbali misimamo yao hasi na kuunga mkono mwekezaji huyo ili jamii nzima kufaidi kwa pakubwa. Boniface Barasa, Runinga Citizen, hifadhi ya kijamii ya Sera eneo la Sereolipi, Samburu Mashariki.